Licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa na taasisi mbalimbali juu ya mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, tatizo linaonekana bado kubwa na sasa serikali inaingia kidete kwa kuzindua mpango kazi utakaosaidia kutokomeza tatizo hili unaotarajiwa kuanza mapema mwakani huku utekelezaji wake ukihusisha wizara tisa ambapo Waziri wa Fedha Dr. Philip Mpango ameziagiza taasisi na idara mbalimbali mbali kutenga fedha katika bajeti zao kuanzia mwakani kusaidia utekelezaji wa mpango huo huku waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu akiahidi kusimamia kwa dhati utekelezaji wa mpango huo. Wizara, idara na taasisi za serikali, mikoa, wilaya na mamlaka za serikali za mitaa wahakikishe wanazingatia mpango kazi wa Taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto utakaozinduliwa hivi punde kwa kutenga fedha katika bajeti zao kuanzia mwaka ujao wa fedha 2017-18 ili tuweze kukidhi utekelezaji wa shughuli zilizopangwa katika kutekeleza mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu itahakikisha yafuatayo yanafanyika. Ya kwanza tutahakikisha kuwa mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto unaendana na makubaliano yaliyofikiwa na Tanzania katika mikataba ya kimataifa na matakwa yake. Kwa upande wake Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Harrison Mwakembe anasema katika kuhakikisha mpango unafanikiwa wizara yake imeanza kufanya mapitio ya sheria mbalimbali ambazo zimekuwa zikilalamikiwa kuwa zinamnyima mwanamke na mtoto wa kike haki zake za msingi ikiwemo sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inayoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15 na sheria ya mtoto ya mwaka 1979. Wizara imeendelea kupokea na kuchambua maoni kutoka kwa wananchi na baadhi ya wadau wengine ambayo baadaye yatakuwa ndio msingi wa rasimu ya mabadiliko ya sheria husika. Na vile vile kupanua wigo wa fursa kwa wanawake na watoto katika kutafuta na kuifikia haki kwenye mfumo tulionao wa haki jinai na katika vyombo vyetu vya utoaji haki nchini. Waziri mwenye dhamana ya masuala ya jinsia Umi Mwalimu amesema moja ya changamoto zinazowakumba watoto wa kike ni pamoja na kukosa masomo hasa wanapopata ujauzito na hivyo kuiomba Wizara ya Elimu kuangalia upya suala hilo ikiwezekana kuruhusu watoto hawa wa kike kurejea shuleni mara wanapojifungua. Tumeonyesha katika taarifa hii kwamba chimbuko kubwa la vitendo vya ukatili wa kijinsia na watoto ni umaskini wa kipato, mila na desturi, na wenzangu wamelieleza vizuri sana lakini kubwa, mheshimiwa Manyanya, naingia katika viatu vya waziri mwenye dhamana ya kusimamia watoto. Mtoto wangu mimi na wewe akipata mimba ataendelea na elimu, utampeleka shule ya private. Tufikirie watoto wa maskini, kama kweli tunataka kufikia Tanzania ya viwanda. Ni lazima kama serikali ambaye mimi nimepewa dhamana, wenzangu nyie wa elimu mtusaidie watoto hawa ambao wanakatisha masomo kwa sababu ya ujauzito wanaendelea na masomo. Umaskini, mila na desturi potofu ndio vinatajwa kuwa vyanzo hasa vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, na mpango huu basi unapanga kupambana navyo ndani ya miaka mitano kuanzia hapo mwakani. Naitwa Juliet Robert, ITV, Dar es Salaam.